Sisi viongozi ambao tuko hapa sasa hivi tuangazilie zile siku za usoni, kwamba tujue sio sisi peke yetu tunaishi. Umeona kwamba ile ndoto ambayo Farao alipata, aliangalia akaona siku za usoni, akasema kwamba sisi, kwamba ni lazima tuweke hifadhi kidogo kwa siku za usoni. Mimi leo ningependa tuombe wale viongozi ambao wanatawala nchi yetu Tumeona kwamba tumekuwa na shida ya prioritization. Priorities zetu kama taifa tumeziweka upside down, sijui ni ile bottom up ile ambayo tulikuwa tunaambiwa, priority yetu zimetoka chini kabisa, kwa sababu ukiangalia sasa hivi tumefika katika yule mfumo wa tokenism, kwamba serikali badala ya kukuwa na mipangilio mzuri ya kusaidia wananchi inaamua kwamba ibebe mapesa kwa magunia, ianze kupatia watu violela holela, bila program dhabiti. Mimi ningependa kwamba wale viongozi ambao wako sasa hivi waangalie zile priorities za nchi yetu. Ni makosa sana kwamba tumebeba pesa kwa jina ya empowerment programs, ilhali jana tumeambiwa kwamba madawa ambazo ziko kwa hospitali zetu zimeexpire ni makosa sana sisi kama taifa kubeba kwa magunia pesa kupeana, ilhali wale workers wa Universal Health Care UHC bado wako hawajapewa zile kandarasi zao. Ni makosa sisi kama nchi kubeba pesa kwa magunia, ilhali ile mashini yetu ya kutreat watu cancer haifanyi, watu wanakufa.